An wanaume wa, wa ukweli sasa sasa, yeah. Hapo oh, ndo najulikana sasa. Baba alokuja au mama alabaki nyumbani? Oh, baba kaja kwa kazini, mama kabaki. Unasemaje? Matembele nakuambia vile, hapo ndo najulikana mwanaume ni nani na mwanamke ni nani? Mwanamke alabaki nyumbani anapikapika, wanaume ni sisi, jiamini na mwanaume wa kweli ndio yule pale mzungu hapa sasa. Yanga amekwenda Kiingereza zaidi, wamekwambia no street no surrender, hakuna kusanda. Watu tumekuja kama kawaida, mtoto wamudi kachungulia, ameona picha hili linaitwa the hard way, ndio ngumu, mtoto wamudi kakimbia. Sisi ndiyo Yanga. Mtoto wamudi anapenda sana penati, sasa nataka nije nimuulize zile penati anazopendaga kwa kiingereza zinaitwaje? Haya, nani kasanda? Nani kasanda hapa, maana Yanga singekuja, wangesema wote tumesanda. Haya, kidume kile kinafanya warm up kule. Sasa tuambie TFF, mbona wewe uko nje? tunaambia TFF wametuzuia sisi sisi, tunaitwa machizi soka, ila sisi tunachotaka klabu kwanza. Sasa klabu kwani inafanya warm up kule, wanaingia uwanjani saa moja na robo, sisi TFF atatueleza hiyo sheria ya. ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya kupangua mchezo huu wameitoa wapi sheria ya mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tano thelathini na nane kifungo nywi, nasema mwenyeji akiingia mgeni usipokuja, tunataka pointi tatu. Sasa kifungo gani? Hicho kifungo nywi hicho, maana kifungo nywi e, nitampeleka mtoto amudi kwenye kamati Yanga alikuja wakuja likuja lete pointi tatu na sasa kutoka sita kwenda nane, sababu mbili tu hapo. Kwa nini kanije msimikie sita? Unakumbuka tarehe tani baga hiyo ngapi? Tano ko nale ndakanijempige tano, leo na leo nitanifunge na nane mimi Tuambiwe benchi zima la watoto wa Modi, huyu kocha leo tulikuwa tunasema anakula nani futari ya mwisho. Msafiko kala baba kakimbia, kaka yani Debora nikimwona, maana alipiga kelele yule nani yule mkwala yule, alipocheza nyumba ya kwanza pili ya tatu, mganga kosi union akasema amechukua hatrick. Tunataka tuje tumuonyeshe mkwala hapa kwamba ulibeba kule, mlikutana Asha na Ashura. Sema la bwana eli mbuza, bwana eli njoo hapa mkwala, ndio mtoto wa Modi. Sasa hivi ni kizumu tu, naona wako wako bunjo na kunywa juice tu za Muhamedi wale, unaona wale. Sasa kama, wale, Yanga nawaona wale. Wale. Sasa, sasa kama, kama wako Bunju Yanga unakuja kufanya nini? Tumekuja tumefuata sheria ya mwaka 1935 bala sasa kifungo nyui. Mimi ndio mwenyeji wa mchezo ule, mwenyeji wangu itakiwa aje nimkaribishe. Mi mwenyeji ndio namsubiria mgeni wangu. Mgeni kama kakimbia, naomba bodi ya ligi tugee pointi zetu. Ukiwauliza eti jana ameshindwa kufanya mazoezi wote, kuja kufanya mazoezi saa sita usiku wamekuja na gari wale, saa sita, eh, saa sita kaka, uja, vizuri, ya club saa sita unaona vizuri au imekuwa ilikuwa saa sita tena mbaya zaidi wamekuja na gari ya klabu na gari ya kimbinyiko, wameitoa Mbezi. Sasa kwenye gari ya kimbinyiko walikuwaepo wazee babu na bibi na mbuzi. Mbuzi kufanya nini? Kamati ya mbuzi ipo Kiembe, mbuzi kule Vingunguti nini? Wale mpira unawashinda. Na kingine walichokichunguza wameangalia, Alajiga hataki kumbeba mtu, na ndio maana kwenye mitandao ukitembea, walikuwa wamtaki Alajiga achezeshe mchezo huu na TFF. Wakamleta Alajiga huyo huyo, baba kwenye kambi ya Yanga, leta wanajeshi tutetee, bora wameshaona sana Wanasubiri Pala panda. Wameshakufa Palapanda yenu, ngoja kumwimbia leo tarehe nane. Mbio kakimbia hivi, ina maana gani hivi kaka bwana? Hiki nilikuwa nampima mtoto wa modi, maana namwangalia de bola naona anakunywa juice za mudi kule, alafu nikimwangalia mkwala naona anakunywa juice za Mohamed tu kule wamesanda. Alafu nikiangalia Yanga wale kule wameshaingia kina zizi ki blockbuster bwana, ningemtandikia long range zile mbio. Alafu inajizuia mimi mwenyewe, watoto wanataka kuniloga mimi. Hivi ni video hivi hivi aniloge? Hii inaitwa jacket waterproof, kwa watoto wa modi hawezi kuniloga. Wakinitupia ukinyambwe na bums narudi kule kwa mtoto wa Mudi hapa ni rogi no. kaka Yanga hatari kaka, si ndo wadume wanaume wale kula, wanawake wapo nyumbani anapikapika kaka, hii ndio ya. ya mtoto yake ni naye pia, hiyo michezo anacheza mtoto wa Mudi. Yanga si tushaimaliza, mwambia wezi kucheza na sisi, mwambia na kacheza na kocha Zaga, lakini lakini bodi ya ligi wamezungumza kwamba eh, mechi imeahirishwa eh. na bila shaka taarifa wewe umeiona eh. Lakini Yanga wamekuja na sisi tunawapa taarifa. Jezi ya Yanga inasema daima mbele nyuma mwiko. Na wakitupangia tarehe nyingine hatuji. Nikukumbusha kitu kimoja. Unakumbuka mtoto wa Mudi, yeah. Unakwambia kuna msemo mmoja Una, unasema. Unasemaje unajua kuna msemo unasemaje? Unasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Unakumbuka mtoto wa Mudi, kuna mechi tukivuta picha kidogo katikati hapo. Mtoto wa Mudi kwenye mechi hapa hapa Benjamin Ngazi. Unakumbuka alikimbiaga hiyo mechi hiyo. Mwisho wa siku kapangwa tarehe nyingine. Yanga ni wangwana tukaja. Mtoto mmoja tua mlamba hapa, sasa leo inataka kurudia yale yale. Sasa tunasema hii not switch not surrender, wakitajia tarehe nyingine hatuji sana, sijui wakitupangia tarehe nyingine. Sasa sasa leo, leo timu imekuja, mwamuzi ni nani? Mwamuzi yeah. Watakuwa TFF kwa big ze mechi leo, watakuwa TFF <laughs> na tunawaambia wakitupangia tarehe nyingine hatuji, watuge goli tano na pointi tatu, wakipangia tarehe zingine hatuji, no.